Mimi nimekuja hapa kwa empowerment ya wamama wetu na vijana wetu kwa sababu mimi mwenyewe ninaelewa mambo ya bottom up. Unajua, nimeona watu wengi sana wanapiga kelele. Na mimi nataka niambie naibu wa rais, ukiwa hapa, Mungu ni wa ajabu. Unajua ile wakati ngine ile kura iliyopita huyu naibu wa rais ndiye alikuwa naibu wa rais wetu. Lakini kwa sababu ya maneno ilikuwa hapo namna hii mambo yakaenda hivi, kaenda hivi, kaenda hivi tukachagua ule mtu wa fitina. Ule mtu akiamka asubuhi fitina. Akikula lanji fitina. Hawezi jenga choo, hawezi jenga darasa, hawezi beba empowerment. Sasa mimi naona bado tena anasunguka tu anasema sijui kawaya alifanya nini, sijui Sudi alifanya nini, sijui huyu ana base. Sasa unashindwa ule mtu. Naibu wa rais, mimi nataka nikuombe. Nyinyi mkijenga soko na William Ruto mkijenga barabara, mkijenga hayo maneno makubwa makubwa, pia utuongoze kwa hiyo ya kuinua mamamboga. Soko ikijengwa hapa na kila mamamboga apate shilingi elfu kumi, hiyo area itakuwa imebaki vile ilikuwa zamani, si itakuwa imebadilika? Na ndio sisi tumekuja na tumesema ile kidogo tunapata mshahara mulitupatia, na biashara zetu ndogo ndogo tutachanga kidogo kidogo tuhakikishe naibu wa rais na rais wakijenga sokoni, si tunanunulia nyenye sukuma, tunanunulia nyenye cabbage, tunanunua viazi ili wamama wetu waangare. Si ni kweli jameni? Kuna makosa hapo? Na ndio mimi nataka niseme hivi. Unajua ule mtu wa nusu term, nataka hata nyinyi watu wa hapa Mwala mniambie kama kuna siku moja umai uona yeye mtu akisimama akasema anasaidia mtoto kwenda shule, kama umai sikia hata siku moja yeye mtu akisimama akisema anasaidia mtu ya bodaboda boda. Kazi yake ni fitina kuanzia asubuhi mpaka jioni na mimi nimegundua. Nilikuwa nasema, nilikuwa nasikia samani wanasema atu wa mama ndio wenye fitina. Ukipata mwanaume akona fitina anashinda wamama mia moja kwa fitina. Ule jamaa akisimama William Ruto, akilala William Ruto ni kama ndoto. Sasa unashinda huyu mtu kichwa yake lerukia William Ruto. Akiamka asubuhi kawaya, akiamka zudi, akiamka naibu rais. Nyinyi watu wa Mwala. Mnataka kazi ama fitina? Wakati tulikuja kuomba nyinyi kura, sisi tulisema bottom up na tukasema sera zetu. Si akina Kalonzo na wale wengine walikuwa na sera zao. Sasa mimi niwaulize, mnataka tuendelee na fitina ya siasa ama tufanye kazi mpaka 2027? Turudi hapa tena. Tufanye kazi. Na niwaambie na msikie. Hauwezi kula mtu hata mtu awe mrembo aje awe na tumbo kubwa, awe na sura mzuri, na ako na, na akili kidogo, na ana mbele wala nyuma hakuna, hiyo mtu wezi ukamukula. Ni ukweli hapa ni uongo? Na ndio mimi nataka niwaombe mshikilie huyu Kawaya, si ametuleta sisi wote hapa leo.